Nishindie, nivushe, inue kiuchu kimaisha. Mungu Elia, ipoje moyo wangu, nafsi yangu, roho yangu, mwili wangu, kuanzia utosi mpaka uwaiwa miguu yangu. Mungu Elia, nivushe, nivushe, nitoe kwenye aibu, nitoe kwenye madeni

Mimi ni kiti chako, nini na mtu huyu, kwa hali yake, nasema yenye ni kiti chako. Ninaomba ukae ndani mwake, ninaomba ukae ndani mwake, ninaomba ukae kwake, ninaomba ukae maisha yake, ninaomba ukae kwenye maisha yake, ninaomba ukae kwenye uchumi wake, ninaomba ukae kwenye ishirini na wanne wamekaa kwenye viti ishirini wamevikwa wame mavazi meupe ehe, wame wame uh -huh. na juu ya vichwa vyao uh -huh. walikuwa na taji za dhahabu ehe, uh -huh. na katika kile kiti cha enzi uh -huh. kunatoka umeme na, umeme na, na, na, na umeme. yeah. akija apigwe shetani asikae ndani mwako. Sijui kama unanielewa, unanielewa? Ani mgonjwa ukija ani uondoke hata usijui umepitia wapi. Hivo Mungu asifiwe. Nasema hivi wewe ni kiti... Oh, so cha... Wewe sikia. Wewe wewe ni kiti cha enzi. Sikia wewe, Mungu akija hapa duniani anakaa kwako Pepo wakija kwako, wakutane na umeme, wakutane na moto watketeyoneenita kufunguliwa kukompolea Haleluya kanisa. Amen. Haleluya watu. Amen. Unaamini kwa kupitia wewe familia yako itakombolewa? Amen. Unaamini kwa kupitia wewe familia yako itafunguliwa? Amen. Unaamini kwa kupitia wewe familia yako itaenda mbinguni? Amen. Bwana anamwambia Ibrahimu, Ibrahimu, wewe baba leo ndugu atano. Sipendi waje huko mimi nilipo. Yes. Haleluya. Amen. Ehe. Endelea kusoma. Natoa saba za moto zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi, ndizo roho saba za Mungu. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo kama bilauri, na katikati ya kile kiti cha enzi na upa, na pande zote za kile kiti walikuwako wenye uhai wanne wanne wamejaa macho mbele na nyuma, wamejaa nini? Macho, macho. Amina. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba, huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa ni mfano wa simba. Amina. Kwa kusema simba, simaanishi klabu ya Simba. Na kusema simba simaniki simba mnyama. Yes. Yesu, kumbuka, ni simba kabila la Yuda. Kabisa. Na shetani pia ni simba, kama simba, shetani ni kama. Ukiona Mungu uweze ukakosa vya Mungu. Kabisa. Mbinguni kuzuri. Amina. Mbinguni kuzuri. Amen. Kule tutawaona. Ndio. Mashujaa wa imani. Yes. Kule tutawaona. Kabisa. Wenye haki. Amina. Kule tutawaona. Ndio. Wale tutakulia. Amina. Mbinguni kuzuri. Amina. Tutamwona Ibrahimu. Amen. Tutamwona Isaka. Amina. Tutamwona Yakobo. Amen. Tutamwona tutamwona baraka. Tutamwona Yes. Utamwonautamuona Yes. Huko ndio tutamuonatanajaamina na hawa wenye uhai wanne kila mmoja alikuwa. mchana wala usiku wakisema, mtakatifu mtakatifu mtakatifu mtakatifu mtakatifu mtakatifu, Bwana Mungu mwenyezi ishirini na wanne huanguka mbele zake, wazee ishirini na wanne wanaanguka mbele zake yeye aketiye juu ya kile kiti cha enzi, nao humsujudia yeye aliye hai hata milele na milele, nao huzitupa taji zao mbele ya kile kiti cha enzi wakisema Utukufu kupokea nini? Utukufu, utukufu na heshima. Na heshima. Na uweza. Na uwezo. Kupokea wewe, kwa wewe ndiyo uliviumba vitu vyote. Na kwa sababu, na kwa sababu mapenzi yako vilikuwapo, vilikuwapo, na hivyo vikaumbwa. Amina. Wewe ni ulioumbwa kwa namna ya ajabu. Uh -huh. Na uh -huh. Yes. Ndiyo. Kama naandika hilo ni Zaburi mia moja. 39 tisa mstari kuanzia wa kwanza. Lakini msomaji naliyolisomea kitabu cha Ufunuo sura ya tano mstari wa saba mpaka wa tisa. Akaja akapitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake, yeye aliyeketi juu ya kile kitu cha enzi hata alipo uhai wa nne na wale wazee ishirini na wanne wakaanguka mbele za Mwanakondoo, kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato, ambayo ni maombi ya watakatifu. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia na lugha na jamaa na taifa, akawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Haleluya, watu wa Mungu, amina siku zote amina. Kuna yes. wa wakati utafika, ndio kwa wengine wanatakiwa kuwafuata wengine. onanaai Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kolosai ya kuanzia kumi na tatu mpaka kumi na tisa ka naaka lakini, msomaji soma mpaka atakapokwambia Amina. Naye alitokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kumuingiza katika ufalme katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye ambaye katika yeye tunakombozi, yani msamaha wa dhambi, naye ni mfano wa Mungu asionekane, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote

na bidi nishuki uko kwanza, kwa sababu hii kazi nilipewa nikiwa mazabaoni, na kama tujaifanya hii mungu tusaidia.